People. hello beautiful people it's a boy manjonte again tuko hapa na maxwell sena mr dci mr international again and we thank god for everything we thank god for being with us we thank god for protecting us throughout the days yesterday was on a sunday we were supposed to enda maombi to december to we set a sunday aside for maombi but unfortunately we couldn't go because the mission is tough and the mission does not require us to wait any time at any day. So tukipata chance ni kidogo, ni tu time kidogo kidogo, tunarudi mission, because one thing we told you is that this forest is big. We don't know every places here, hatujasonga kwenda mbali. Each time tunazunguka, tunajipata hapa. Tukienda tutembea hata 1000 kilometers, tunarudi, tunajipata tu hapa. So I don't understand whatever whatever, it's it's going on. I don't understand things that are going on, msielewi hapa kuna kazi. We have not met with those two girls, or rather we met with one and that one akuwa ule ulikuwa nasikia sauti yake by the way, ndo sasa nimeamini that theory tuliambiwa, that they, they, they manifest themselves into someone else. Ndio ukiwatafuta in this face, we unaenda mission pale unamtafuta na hii sura, kumbe ameshajibadilisha, kuna sura ingine to tuliambiwa that information before anything began i really thank god for that but we are always here we are always busy remember things came things went things changed tulishindwa kufanya mambo zengine so we have to concentrate on this one kama ile njia ilitushinda so we just have to put concentration on this one bila kusema maneno mingi, nianze kuwa tunashukuru kwa sababu mmekuwa nasi experience tangu tuanze hii mambo ya ukovu. Sometimes tukwa alone. Sometimes a few of you wanakuja kututulia hali tunaendelea na mna gani and uh, it has not been easy imekuwa stressful like it is very stressful na shinda tutaanzia wapi tamaliza aje you know because it's like uh, kidogo tu forgive me but ni kama we've been left alone you know but all in all we will do our best uh, magic magika Tutachota ingine yeah. kama kawaida, si ndio? So I love to thank you so very much guys uh, to our new subscribers, tunasema karibu, umekaribishwa. Hapo ukiingia hautatoka ukiwa the same again. Hapo ukiingia utatoka ukiwa, you've learned a lot, you've experienced a lot, si ndio? Hapa pia you'll be able to to avoid some challenges zenye zimekuwa zikikushika, na tutamshukuru Mungu kwa kila jambo, si ndio? So eh, tumekuwa na challenges and not forgetting by the way, still kama you've not taken your clock eh, time is running out because some zitakuwa zinarudishwa. Unaona, you have eh, tuko hapa, you want to to, to, to reach you eh, mingi zimefikia namba ya Johnte iko pale, namba yangu iko pale. Make an effort ili uweze kupokea yako, ili pia wewe usiwachwe siku yeah. Zinataka kurudishwa, ndio mtu anasema kai na na na na it's okay, ni mzuri hadi okay. if you put a pledge yeah. Useme mm let me let me acha nini let let me sacrifice nusu -hmm. mm -hmm. Then hiyo nusu, unajua if you put if you put like a a deposit of it hata ule the person who is coming to pick atajua ah, this person is serious with it yeah. Wacha hii baki, yes. But wee ukisema tu unaweka tu promises ati ndakujia tu ndakujia tu ndakujia tu, hiyo hata maybe sometime somehow utachukuliwa serious kabisa. But if you really want it just take it, yes. Mapepo zinacheka tu, sindo? Nasikia mavicheko nashinda, kwani what's happening here? No. somebody is talking around this place lakini najua ni zile zile ma nini, zile ma masaitula saitula, but as well as, nilikuwa nimesema guys that is it, keep on, eh, jaribu kutafuta upate yako na utabarikiwa zaidi as we go on with the mission because it has not been tough but all in all, kama vile tunasema maji kimwagika, tutachota ingi, tutachota ingi ndio. Tunaona sasa, hii haiko. Mimi nilikwambia hizi vitu niliona hapa last time, mpaka manini zinaunuka zinarudi chini, zinapanuka zinarudi chini, we don't know exactly, lazima tutapata. Msana alikuwa amekukalia na masamaki zake, au kusikia rufu ya samaki

Mm. Yeah, unajua unaweza pata, kumbe hizi maji tunawamwagianga hata si ati ziko na baraka, ni tu wanaogopa maji, inafutika, itafutika

Hizi kaburi. To get it. One. Mm. Lazima tupate moja. Unataka kuingia ndani ya kaburi? Ah, sasa si unajua lazima tu nini, alafu unakumbuka mm. ile kaburi ya pale ndio kwa nasikia ni kama mm. kuna, ni, ni kama kuna shimo like mm hiyo. -hmm. si kaburi ni building mm -hmm. iko chini yeah. ni kama una, unasikia una, una, ushaisikia vile hallway na hallway. unajua hallway ni nini hallway? Oh, English yako ndogo. Mm. Ulisoma hapa juu, uh -huh. Hallway ni uh -huh. a part ya nyumba oh, ama ya building ile. Oh, okay, penye mtu anatembeleanga alafu aingie kwa room, hiyo part hiyo. Huo mtu alikuwa analia huko ndani akisema come we play alikuwa analia nikako hmm, kwa oh, kwa hulu. So nikaa huku chini, nikaa kuna nyumba kuna building fulani. Tukumbuke hizo ndo zile secret hidings bunkers za mapepo matane lama, tunaeza ingia tunaeza ingia tane tujue mambo takuwa na mambo ni gani. Ni nini na hawa? Ni nini nae msaki bibi

Ni nini hiyo unasema? E we mama, ni nini? Ameharibika wewe. Amri uni nini huyu wee, ebu wewe wacha. Wewe mama, ni nini wewe? We uye, uye, uye, we, mama. We, we, uye, we mama we mama, ebu e, ngoja goja, we hana akina nani? We na huyu ni nini anafanya e e, amechezika e, ati uye.

laxe, e, hizi ni mpya mpya, an e, we umetoka wapi?

Sasa kuchizika hivyo, tundi wenyaako saidiaad ni nini, nautmshike wapi huku kwa makaburi e. Wakati amepata tu e. Na akachizika tu mpaka sai e. Mtoto wangu peke yake wa zao guka yake ni kama ni guka yake. Ala. Wewe, tujui nani aliweka kwa makaburi we, hmm? Boja, waja kuita makaburi hmm. Utaamsha watu wa makaburi oh. Hmm. Unapata aje shamba kando ya kaburi na unalima oh? Ilikuwa ya guka yetu hapo hmm. E, huyu e, ni mtoto wangu hmm. Mtoto tu peke yake hivyo. Uh -huh. Oh. Sasa oh. Anafanya. Na hizi ni maskingo gani anafanya?

nanajigonga kwa mayo nasiki uchungu. Ebu mama, kuja kuja kuja

Nimesikia tu kizunguzungu. Ai. Kati. Ma. Kati. Kwa nini tawili gani? Kwa nini makaburi ilikuwa nakuja na mambo zake? Eh? Mtu anakuaje na shamba kando ya kaburi? Na nini tawili gani? Mimi hata siwezi luima. Yaani wewe uogopi makaburi wewe. Tangu tangu vaa tawili imeanza kufanyika hizo. Ndio ndio alianza. Eh. Hivi ndio alianza tu wenye tu. Na tawili mlitoa wapi? Ilikuwa kwa makaburi tu jina aliweka. Mm-hmm. Lakini guka yake alikuwa anga taweli kama hii. Oh. Sasa tukifika tu taweli kujifunika. Oh. Mtoto wangu akakuwa chizi. Oh. Wewe, huyu ndio mtoto wangu peke yake jamani, oh, nisaidie. Ati guka yake alikuwa anavaa hiyo nini? Alikuwa anapenda kujifunga hiyo taweli ya white. Ah. Wewe, na haki yake guka yake alikuwa anafunga taweli. Ah, oh, my sky is stuck. Ukijaribu kutoa itoki, haitokangi kwa hiyo mwili. Tumejaribu na watu wengi, atutoi, itokangi, abe ikatalia kabisa. Hata mkijaribu kutoa, anawanyang'anya, akona nguvu, akona nguvu kabisa

Na tawi inaweza kuwa imetoka wapi? Kwa hiyo tawi liko liko na nguvu ya hata kivana kwa wazimu anapiga makarati. Sasa hiyo tawi ya babangu kikuja jina la Yesu Kristo.

Wewe mama umetoka wapi? Huko chini naishi huko chini. Eh. Oh. Mkaka yako ni nani? Mkaka yake alikuwa anaitwa Joseph. Joseph. I think ndio mwenye itawe. Wakati alikufa itawe tulikuwa tunaiona hata kwa kaburi yake. Oh. Inakuja inapotelea. Oh. Inakuja ukiona ni tawe, ukienda kuishika inapotelea. Oh. Sasa wakati tulikuwa na huyu mtoto tukiwa kwa shamba tunalima. I think ndio hiyo tawe ilikuja ikamuonekania naye akaenda akashika. Oh. Kushika tu kujifunga hivi Kakua mwenda wazimu. Na na mrudisha anapotea kabisa. Hata hmm. Hey, nyumbani. Tawe liko na nguvu. Mwezi mzima amelala tu nje hii makaburi na mambo mangapi? Makaburu wamezika watu wengi sana. Kwani uogopi? Watu wote wanaishinga kwa hii area wakikufa wanaletwanga huku. Hii shamba ilikuwa ya kaka yangu. Sasa alitupatia. Oh. Na tuna pali pengine penye ee, tunaweza lima tupate chakula. Ni hii tu shamba peke yake. Hatuna ko pali pengine. Na pali tu tumejenga ka nyumba. Ndio kwa maana unaona nangangana kulima hapa, haikalau tupate hata chakula.